Hata si kukupatia chakula kidogo. Bila hata kwa kinaima tu. Kwa karimu sana. Kwa karimu sana. Wakakasa bleni pale. Wanashika kwa staili. Wakasema anajua lugha kama nne hivi. Kwa hiyo wakapiga zote. Fika. Atapata mtoto. Inawezekanaje? Kibiolojia ni kitu ambacho hakiwezekani. Wanasema ni miaka 45. Basi mtu akijitahidi unakuta mwana mama amejitahidi. Lakini kuna kinachofanyaje? Akafanya jambo. Soma, ifungua maji, fungua Mwanzo 20. Ni kigumu msikioni danga Una mtoto mmoja, umepata mtoto kumi na mbili. kumi na mbili. anasema, anasema. Mm. akasema usimnyoshe kijana mkono wako mm. akasema usimnyoshe kijana mkono wako Mwanao. Mwanao. Mwanao. Mwanao. Ulikubali usasifiwe Hata wewe Ulikubali usasifiwe kuna wakati kwamba uondoke, kuna wakati kwamba uondoke hivi hivi, na ule moyo wa Bwana Yesu. Bwana Yesu asifaanza kujionea huruma. Diploma, mtu wa diploma anakuja, anakuambia nataka laki mbili. Wajiuliza, wajiuliza. Anyway, tuachane na hiyo, anyway tuachane na hiyo. Elfu mbili nikamtoa, utakavyojionea huruma wao Elfu mbili kaka. Mimi sikujitoa. Ki ukweli ipo kwenye mfumo, ipo kwenye bajeti. Watu wamepeleka pale waka. Okay. Wengine wote. Wana. Kuna watu, Kuna watu wakanambia, mtafika tu, saa nne

Nikabweka, wanataka kunisaidia, nikasema sasa, nikabweka, wanataka kunisaidia, nikasema sasa, sasa. Kilicho nikuta ndo wale wale na leo usiku. Lakini nimeshawamaki. Tafuta wakaniona, mmoja akasema huyu hapa, ikapigwa taya pikipiki. Mimi nikasema sasa, Mungu sunu, shida ni nini? Hivi pambano wanataka nini? Otea kwamba unahitaji kusoma ne, kwamba unahitaji kusoma kajiuliza, shida ni nini? Mbili mambo yasiwe mazuri namna hiyo, poteza laki moja mia mbili

tumeweza kusikiliza baba zile za kusamehe. Tumeweza kusikiliza baba. Bado baba, barikiwa kuwa nayo tuliopo katika... Omba baba katika ibada kuu cha uchangiaji wa vitabu. Ae, unania na fungu kuu. Ae, unania na fungu kuu

jo tusaidie rumeti. Uh, bwana mmoja akikaa na mwenzake akasema, "Mwenzangu, mimi ninaona simwelewi, mwelewi, simwelewi, si mwelewi, mwelewi, kwa sababu yani anazungumza mambo ya kufa kufa tu <laughs> y yani, anazungumza mambo ya kufa kufa tu, sasa hata simwelewi. Jo tusaidie na tumeona tunafanya mitihani hata siku ya leo ya kwamba aenda akafanya mitihani hata siku ya leo ya kwamba aenda akafanya mitihani mitihani mtihani, tukatafuta mahali pazuri pa kuketi tukatafuta mahali pazuri pa kuketi tukaketi tukaketi, tuka mimi na mke wangu pale na yule kijana mimi na mke wangu pale na yule kijana. Sasa tukaomba leo ujisiku. Lakini siye u... Sasa tukaomba leo ujisiku. Lakini siye tueleze. Sasa nasikia alichokisema. Tukamwambia bwana ondoe. Yule kijana alikuwa na macho ya kufa kufa. Mzigo aliyokuwa huyu bwana. Kama gundua kwamba kuna kitu kata bwana. Kama gundua kwamba kuna kitu kata tamaa

Kwa kwangu bado anakuja, washindi ni wale, wale, walio shindwa zamani, ni nafasi ya kwanza tena kwa kumzuia mtu kufanikiwa, walio wake, uli, alikuwa nami na kuniua, sisi tutakuwa watumwa wenu, nami nikimshinda yeye na kumua nami nikimshinda yeye na kumua, ninyi mtakuwa watumwa wetu ninyi mtakuwa watumwa wetu. Nipeni mtu tupigane. Nipeni mtu tupigane. Kuna vitu vinavyo, kuna vitu vinavyo, lakini usianze kama ukiweza kupigana nami na kuniua Wafilisti wa Karini. Anahitajika sasa mtu mmoja, shujaa wa maombi. Sikia. Akawa akajishughulika Aka. na huyu Goliath, hao kaka zake walimfukuzilia mbali kuzilia mbali. Ndio tunavyofanya saa nyingine, tunawahukumu watu. Ndio tunavyofanya saa nyingine, tunawahukumu watu kwa macho yao tu, kwa macho yao tu, kwa macho, kwa macho, kwa, kwa macho. Unasema huyu miwa kubwa wake alishuka hapa na kondoo na na ubaya nini sasa? Je, si neno kubwa hilo? na watu wakamjibu tena, akawaeleza akawaeleza. Wengine hakukata tamaa. Daudi akamwambia Sauli, usizimie roho, atakwenda upigane naye. Ingekuwa wewe, mimi naweza kumaliza mstari wa 34 na kichunga kondoo za baba mimi, hutoka kumshika ndevu zake nikampiga, nikamu lazima mjue kujieleza wanavyo kuna mwingine anaitwa mahali fulani kwenye interview, mahali pa muhimu sana, lazima usimame wafaa, kwa sababu alikamata alimuhonga hakimu. Jambo hilo sasa, yule usitabadilishe ile shida, uziandae kwa nyepesi, imemalizwa na kapofika saa ya kujitetea. Unajua, mimi nitaka kutiwa ndani. Jamaa anasimama badala ya kuzungumza anaanza kushindwa kujieleza kwa sababu ya jieleza unajieleza. Ninamuua Daudi akasema Bwana atakuwa pamoja nawe. Bwana Yesu asifi 37. Sio kama mna na makucha ya adubu, ataniokoa na mkono wa mfilisti huyu, na akasema

naye Daudi aka Daudi akamwambia Sauli, siwezi sasa sa. Daudi akavikwa vitu. Unavikwa mafuta ya upako, unaenda nayo kwenye mtihani, unavikwa hilizi hivyo, vitakuwa vizito. Leo umeanzishiwa vita vya namna gani vikatae? Nani? Daudi akavikataa. Samueli 17 mstari wa cha maji ni mkoba wake na kombeo lake aliyokuwa nalo mkononi mwake, akamkaribia yule mfilisti. Mfilisti hata sura nzuri mfilisti akamwambia, ndipo Daudi bali mimi nakujia wewe kwa jina, na napenda sana maneno haya Daudi alimtangulizeni Bwana vilivyokuwa vinamkinga

Akukuta ukiwa safarini, ninatiwa moyo na vijana, tuna mambo mbalimbali, wanashughulika na hiki, wanashughulika na hiki, wengine wanafungua migahawa, wengine wa wana... e, safi kabisa. Na hata kuna wengine wakaniita hapa, Pastor, njoo tuombee biashara yetu. Nikaenda nikawaombea biashara yao, wanapambana mambo yanaenda usiende kule ukakaa ukatulia tu, unasubiri ajira. Mko wengi, maana tunaomba tuwe na wasomi wengi nchini. Kwa hiyo ajira zimepungua, lakini zipo. Kuna ajira ziko za serikali, mashirika, watu binafsi, lakini kuna ajira za kujiajiri wewe mwenyewe. Kwa hiyo huyu ni mpambanaji mwenzenu ni Esther. kwa sababu ya muda ni nimwelezee tu, mimi amenibariki sana hata ingawa alikuwa ikulu Esther, lakini alimtegemea Mungu sana kwa maombi kwamba kwama Mungu awaepushia na dhahama mbi. Esther aliomba. Esther mwanamke aliwaambia siku moja watu fulani kwamba mimi nataka e nikaahirisha zote, mbona Esther haikuwa, tukaambiezana na rafiki yangu, sasa jiji hilo nzito Mbayo inataka maombi mengi ni kabla mengikabla hatuja mwenzangu wakani. Usiku na mchana amnametayarisha chakula ili tusimsumbue na tusiharibu bajeti, tukamwambia mama, chakula hiki ndicho cha mwisho. Kapanda kweli. Kesho yake ikapita na usiku wake ukapita, nikaanza kumwangalia kichawa Yesu <laughs>

Na sio, kichwani, yeye huwa nini, mnafahamu, anajiburuta namna hii mpaka mke wake akataka kuishiwa na nguvu, akasema bora umkufuru Mungu ufe, bora ufe tu hivi hivi. Pamoja ma sikata tamaa kwa namna yoyote na, na maisha sio lele mama, kuna changamoto za namna namna, yoyote ile inaweza kaja kwako a kwa ni kupambana, maana wengine watu wameibiwa lakini anasonga mbele, wenda ni seme mtu wa mwisho ni wangapi huyu mtu mwaka elfu moja miliki, na wengi wenu hapa mna changamoto za namna hiyo, lakini tunashukuru Mungu amewatia moyo, Mungu amewafariji baba yako

alishindwa tena alipogom elfu moja mia nane na shinda elfu moja mia nane na shinda na akawa rais wa kumi na sita wa Marekani. Semeni amina, kupambana kwa hiyo ndugu zangu, wana wa kike na wana wa kiume, mnapoagwa kwenda, kwenda huko nje Nendeni mkapambane na maisha, pambaneni nambane huku, mkimtegemea Mungu. Mungu atawasaidia katika maisha yenu. Pambaneni vijana wa mjini watasema, iko siku mtatoboa, ipo siku mtafanikiwa. Wote waliofanikiwa walipambana, hadi ishirini hadi arobaini hadi ufikie ile mia moja unayoilenga. Ukianza tu mara moja leo, tupa unataka uwe hadi mwisho, ndio kuvumilia. Mpaka wengi walikuwa Wakristo wazuri, lakini hapa katika changamoto, katika wakimwendea wakisema salam

Yeye kijiji kimoja. Kijiji yeye. Kijiji ka kimoja, kijiji. Hata, hata hapa wanaweza wakawepo, yeye akaja na rafiki wepo, yeye akaja na rafiki sasa. Walipofika jana wengine jana akaachwa, sasa kuachwa, eti mawazo yakamwishia nguvu zikamwishia, badala ya kumwacha na wewe katafuta mwingine, eti yeye anatafuta kamba anajimaliza. ka... kamoja haikuzingua na mzingua na wewe mnazinguana tu, basi mnamalizana tu kwa amani. Kusema hivi ni kuishia... choka kabla hujachoka wengi... wame...

Tunakutisho. Tunakutisho. Na hata mbele hapa tuko na hata mbele hapa tuko, wengi tumekuja saa nyingine, kuna mambo wengi tumekuja saa nyingine, kuna mambo ambayo yametukatisha saa nyingine, kuna mambo ambayo yametukatisha tamaa na ambayo, ambayo yametukatisha tamaa wewe Unapomaliza ibada ya leo timaira kika katika jina la Yesu amin. Kuna wa... Toa kwa uzima wa milele.